Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa ya mapema. Wale ambao wanatuingiza kwa siasa ya mapema ni adui wa Tharaka Nithi County, kwa sababu wakati wa siasa bado haujafika. Siku ya siasa itafika, ni kweli si kweli? Vilevile katika mambo ya kitaifa tunajua kuna wale wanataka kukoroga Wakenya tuingie katika siasa ya mapema, tupoteze wakati, badala ya kusukuma barabara, badala ya kujengea wananchi masoko, badala ya kuongeza stima, wanataka tuanze mambo ya siasa. Tumekataa siasa ya mapema, tunataka tufanye kazi kwanza, tuwe tujenge barabara zetu, tujenge madaraja yetu, tujenge masoko yetu, tuweke maji, tuweke stima. Siku ya siasa ikifika tutafanya siasa. Ni kweli si kweli, jameni? Ama nyinyi mnataka siasa, jameni? Munataka siasa? Situsukumane na maendeleo? Mnataka nifanye kazi na viongozi wetu, tulete maendeleo hapa, MCS wetu, wabunge wetu, gavana wetu, tufanye kazi pamoja, alafu tutatafutana mambo.